Karibu sana leo, tunaingia kwenye mada mmoja, yaani mada ambayo watu wengi wakiisikia tu wanapata wasiwasi wasi kidogo, lakini ngoja nikwambie, tutaiangalia kwa mtazamo tofauti kabisa, sio kama adhabu, bali kama ufunguo wa kufungua uelewa wetu wa kina kuhusu maisha. Tunaongelea deni la karma. Sawa, hebu tuanze hivi. Umeshawahi kujisikia kama kama maisha yako ni sinema inaojirudia, yaani unakutana na changamoto ile ile labda na watu tofauti, lakini mtindo ni ule ule. Kama umewahi kuhisi hivyo, basi sikiliza kwa makini, kwa sababu leo tutaelewa kwa nini hii inatokea. Sasa hapa ndipo neno deni la karma linapoingia, na kabla hata hujaanza kuwaza vibaya, hebu tulitoe hilo wazo la adhabu. Sahau kuhusu hilo. Fikiria hivi ni kama darasa la kiroho, yaani roho yako iliona kuna somo muhimu sana ambalo ilikosa kwenye maisha yaliyopita, na ikasema, unajua nini? Narudi shule kulimaliza hili somo. Ni fursa ya pili, fursa ya kukua. Sawa, basi safari yetu ya leo itakuwaje? Kwanza kabisa tutaangalia haya masomo makuu manne ya karma ni yapi, halafu nitakuonyesha jinsi wewe mwenyewe unavyoweza kuangalia kama unalo hili somo maishani mwako. Na mwisho, na hii ndiyo sehemu muhimu zaidi, tutaona jinsi ya kuligeuza hili deni kuwa baraka kuu. Okay, tuanze na msingi wenyewe. katika shule hii ya roho kuna mitaala minne mikuu. Hizi ndizo aina nne za deni la karma, na kila moja ni somo maalum, somo la kipekee. Na somo letu la kwanza linahusiana na namba 13 ambayo tukiirahisisha kwenye numerology inatupa namba nne. Hili marafiki, ni somo la kazi, kazi ngumu na nidhamu. Sasa hapa ndipo mambo yanapovutia. Fikiria hivi, kama zamani kulikuwa na tabia ya uvivu, ya kutafuta njia za mkato na kukwepa kazi, basi maisha ya sasa yatakuletea mazingira ambayo, yaani, hayana namna nyingine. Itabidi uwe na utaratibu, itabidi ufanye kazi kwa bidii. Ni kama ulimwengu unakwambia, safari hii hakuna shortcuts. Tunajenga msingi imara. Sasa, utajiwaaje kama hili ni somo lako? Okay. Jiulize maswali haya. Je, unahisi kila unachokipata maishani umekifanyia kazi kwelikweli mara mbili ya wengine? Je, kila ukijaribu njia ya mkato, mambo yanaharibika? Mafanikio yanakuja, lakini baada ya jasho jingi. Kama jibu ni ndio basi, hizi ni dalili tosha za somo la 13.4. Sawa. Tumetoka kwenye somo la kazi ngumu, sasa tunaenda kwenye somo la uhuru na usawa. Hili linawakilishwa na namba 14 ambayo inakuwa namba tano. Hapa tunazungumzia kujidhibiti. Hili somo linatokana na matumizi mabaya ya uhuru katika maisha yaliyopita. Labda ilikuwa ni anasa kupita kiasi, kufuata kila tamaa bila breki. Kwa hiyo maisha ya sasa yanakuletea masomo ya ghafla, yanakufundisha kitu cha kushangaza sana. Uhuru wa kweli hautokani na kufanya kila unachotaka, bali unatokana na kujidhibiti na kuchagua kwa hekima. Dalili zake, maisha yanakuwa kama roller coaster, mabadiliko ya ghafla yasiyotegemewa. Leo uko juu, kesho uko chini. Unajikuta unavutiwa sana na vishawishi na mambo ya kupitiliza lengo la haya yote ni nini hasa? Ni kukufundisha wewe kuwa mtulivu katikati ya yote hayo, kupata usawa wako. Tunaingia kwenye namba ya tatu, kumi na sita saba. Hili ni somo zito, ni somo la kina sana, linahusu kuachilia ego na kujifunza unyenyekevu. Hili linaweza kuwa somo gumu sana, kwa sababu linahusu kuvunjika ili ujengwe upya imara zaidi linatokana na kiburi cha zamani. Kwa hiyo maisha, kwa njia yake ya upendo mkali, yatakuletea hali ambazo zinavunja miundo yote ya uongo uliojijengea. Ego inavunjwa ili nafsi yako halisi ya kiroho iweze kuonekana. balili zake zinaweza kuumiza, siwezi kukudanganya. Maanguko ya ghafla, kupoteza kazi, cheo, mahusiano muhimu yanavunjika, unapoteza vitu ambavyo ulikuwa unavithamini sana lakini kumbuka lengo sio kukuadhibu. Lengo ni kukuondoa kwenye msingi dhaifu na kukusaidia kujenga maisha yako kwenye msingi wa kweli na imara zaidi. Na somo letu la nne na la mwisho, namba kumi na tisa, ambayo inaturudisha kwenye namba moja. Hili ni somo la uongozi, somo la kutumia madaraka ipasavyo na la kujitegemea. Kiini cha somo hili ni matumizi mabaya ya madaraka huko nyuma, labda ulikuwa unawatumia watu kwa faida zako, au ulikuwa mtegemezi sana. Kwa hiyo sasa maisha yanakufundisha kusimama peke yako, yanakufundisha kwamba nguvu ya kweli inakuja na uwajibikaji mkubwa. Ishara kubwa ya somo hili ni hisia ya ya upweke. Unahisi kama unapambana peke yako, watu hawakusaidii kama unavyotegemea. Lakini tena, hii si adhabu, ni mafunzo ulimwengu na kuandaa kuwa kiongozi wa kweli na kiongozi wa kweli ni yule anayeongoza kwa kuhudumia, sio kwa ubinafsi. Sawa, tumeona haya masomo manne. Sasa najua unachofikiria: je, mimi ninalo moja ya haya? Hili ni swali zuri sana. Hebu sasa tuangalie jinsi unavyoweza kutambua hili kwenye maisha yako. Kuna maeneo matatu makuu ya kuangalia. La kwanza na rahisi zaidi ni siku yako ya kuzaliwa kama ulizaliwa tarehe 13, 14, 16 au 19, basi somo lipo wazi kabisa. Pili ni namba yako ya njia ya maisha. Hii unaipata kwa kujumlisha namba zote za tarehe yako kamili ya kuzaliwa, siku, mwezi na mwaka, halafu unaipunguza hadi iwe namba moja. Kama matokeo ya mwisho kabla ya kupunguza ni mojawapo ya namba hizi, basi unalo. Na tatu, vivyo hivyo kwa namba yako ya mwenendo ambayo inatokana na herufi za jina lako kamili la kuzaliwa. Na kabla hujasema ah, basi mimi nina shida, sikiliza hili: kuwa na deni la karma sio laana, kinyume chake kabisa. Watu wengi sana waliofanikiwa duniani walikuwa na haya madeni. Changamoto hizi kubwa ndizo ziliwasukuma kufikia ukuu. Ni kama moto unaochochomea chuma ili kiwe panga kali. Na hapa sasa ndipo tunapofika kwenye kiini cha yote, Sio tu kujua tatizo, bali kujua jinsi ya kuligeuza kuwa faida, jinsi ya kufaulu ili darasa la kiroho na kugeuza deni kuwa baraka. Hatua zenye ni nne na ni rahisi kuzielewa, ingawa zinahitaji ujasiri. Kwanza, tambua na kubali somo lako, usilifiche usilikatae. Pili, acha kupambana na hali halisi, acha kupiga kelele dhidi ya mvua. badala yake Jifunze kucheza kwenye mvua. Tatu, kubali mchakato, jifunze kwa moyo wazi. Na nne, na hii ndio muhimu zaidi, anza kutumia nishati ya somo hilo kwa makusudi na kwa njia chanya. Kwa mfano, kama somo lako ni 13 over 4, badala ya kusubiri maisha ya kulazimishe, anza we mwenyewe kuwa na nidhamu. Hapo ndipo unachukua usukani wa maisha yako, na kumalizia Nataka ukumbuke jambo hili moja. Hili deni la karma alikuja kukuangamiza, limekuja kukuinua, limekuja kukuonyesha njia ya ukuaji wa ajabu. Swali sio kama una deni au la. Swali ni, je, uko tayari kulilipa na kupokea baraka zinazofuata?